Karibu kwenye Moyo wa Malezi, mahali penye joto la kifamilia, mahali ambapo tunakutana familia mbalimbali mbali, jamii mbalimbali, koo mbalimbali kuhakikisha kwamba tunapeana maarifa sahihi kabisa kwa ajili ya familia zetu na kwa ajili ya jamii nzima. Leo tutaenda kuzungumzia jamii ya Wasukuma, jamii ambayo wenyewe hawawaiti watoto wao majina kwa bahati mbaya. Wanawaita watoto wao majina kulingana na matukio, wanawaita watoto wao majina kulingana na historia. Jambo limetokea mtoto ndo anaitwa jina, tukio fulani, historia fulani. Yaani hawaiti majina kwa bahati mbaya. Leo nitaenda kuzungumzia mbinu tano ambazo kabila maarufu la Wasukuma wanazitumia katika kuita majina yao. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu fanye hivyo sasa hivi kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili ya familia na kwa ajili ya jamii nzima. Karibu tuende tukaangalie jamii maarufu sana ya Wasukuma ambao ni jamii kutoka Tanzania. Wanatumia mbinu gani kuita majina? Tunaenda tukiangalia jamii mbalimbali mbali wa Afrika na leo nitawazungumzia jamii ya wa Wasukuma ambapo wanatoka Tanzania. Karibu na tuanze. Hoja ya kwanza ni tukio wakati wa kuzaliwa. Wasukuma mara nyingi hawaiti watoto majina kwa bahati mbaya, yaani wanaangalia ni tukio gani limetokea wakati mtoto anazaliwa, nini kimetokea, pale ndipo wanapopata jina la kumuita mtoto. Kwa mfano, tuangalie mtoto anaitwa Shija. Msukuma akimzaa mtoto usiku, anamuita Shija. Akizaa mtoto wa kwanza, anamuita Wiki. Na unakuta wakati mwingine jina kama Maduhu. Ni mtoto ame, amezaliwa kwenye vita labda kwenye ghasia kwenye ugomvi, anaitwa Maduhu, yaani mambo kama vile magumu hivyo. Wasukuma wanaangalia tukio ndio wanaita mtoto jina, hawaiti tu jina kwa kubahatisha. Hiyo ndio historia fupi ya haya majina ya, ya Wasukuma kwenye hoja ya kwanza. Hoja ya pili ni hali ya kijamii au kiuchumi. Wazazi mara nyingi wanaangalia hali yao ya kijamii, wanaangalia uchumi ukoje mtoto akizaliwa wakati ule uchumi ukoje kwenye ile jamii, anapewa jina kulingana na hiyo hali. Kwa mfano mtoto aliyeza anayeitwa Masanja, yaani mzazi akizaa mtoto wakati anasafiri au wakati wa safari, anamuita mtoto Masanja. Mzazi akimzaa mtoto hali ya uchumi ni ngumu, anamuita Bwire, na hii inaonyesha kwamba haifichi hali. Yaani yale majina ya Kisukuma mara nyingi yanakuwa hayafichi hali halisi. Yanaonyesha uhalisia wa mambo yanayotukia, mambo yaliyopo na mambo gani ambayo wako nayo kwa wakati ule ndio wanaita hiyo jina. Hoja ya tatu, majina hutolewa kulingana na heshima kwa wazee au ukoo. Wasukuma mara nyingi wanampa mtoto jina kwa kuenzi, kwa kutengeneza heshima kwenye ukoo au kwenye jamii yao. Mtu mzima waliokuwa wakimheshimu anapokuwa ameaga dunia, wanampa mtoto jina ili kuendeleza ule ukoo na kuendeleza ile kumbukumbu. Jina kama Nchimbi, jina kama Mwashi, jina kama Mwalo ni majina ambayo huwa yanatolewa kwa ajili ya kuenzi Yani kuenzi ukoo, kuwaenzi watu wakubwa ambao walikuwepo na wameaga dunia. Kwa hiyo mtu kama ana heshima zake kwenye jamii yake, lazima anapokuwa ameaga dunia, jina lake atakapozaliwa mtoto linapatikana kwa ajili ya kuenzi na kukumbuka hilo tukio la huyo mtu aliyekuwa anaheshimiwa ambaye aliaga dunia. Hoja namba nne majina yanatolewa kwa ajili ya imani, baraka na maombi Wasukuma mara nyingi wanawapa watoto wao majina wakiangalia imani, wakiangalia baraka, wakiangalia maombi. Yale majina yanapokuwa yanaitwa kwenye ile familia inakuwa kama ni imani, inakuwa kama ni baraka, inakuwa kama ni maombi, inakuwa ni sala ambayo inatembea kwenye ile familia. Kwa mfano, mtu anamuita mtoto wake Mazengo, maana yake anaonyesha ni matumaini anapokuwa amemuita mtoto Mazengo na anaonyesha matumaini, inakuwa kama ni ibada, inakuwa kama ni sala kwenye ile familia. Mtu anapokuwa anamuita mtoto wake akizingatia kigezo cha imani, akizingatia kigezo cha ibada, ile jina linakuwa likiwa linaleta maombi, linaleta matumaini. Kwa hiyo Mazengo, maana yake, kwa hiyo mtoto anapoitwa Mazengo maana yake ameletwa kwa ajili ya nini? Ameletwa kwa ajili ya matumaini. Moja ya tano ni mazingira na utamaduni wa ufugaji. Wasukuma wamezungukwa sana na utamaduni wa ufugaji, yaani Wasukuma wako sana kwenye kufuga yani, ukiweka kwenye kufuga yaani kwenye wao wako nambari wani. Yaani ni wafugaji, unakuta wana mifugo mingi, wana ng'ombe, wana mbuzi, wana kondoo, wanakuwa ni wafugaji sana. Kwa hiyo wakati mwingine mtoto amezaliwa wakati ambapo sasa mifugo ndio imeshamili, ataitwa Burugu. Kwa nini anaitwa Burugu? anaitwa burugu kuonyesha ufugaji umeshamili katika ile familia. Kwa hiyo anapoitwa Burugu, maana yake anakuwa anaonyesha ni mifugo, ni ufugaji kulingana na jamii ya Kisukuma. Sio hivyo tu, bali pia mtoto unapokuwa labda ameitwa Maganga, anapoitwa Maganga inaonyesha ni imani, inaonyesha ni nguvu inaonyeshwa ni ulinzi. Kwa hiyo Msukuma anapokuwa amemwita mtoto wake Maganga yana ya, anaonyesha kwamba ni ulinzi kwenye ile familia, ni nguvu inayokuwa inatakiwa iwepo kwenye ile familia ya Kisukuma. Kwa Wasukuma, jina la mtoto sio hadithi tu, bali ni historia na ni pumzi, ni pumzi ambayo inamfanya mtoto kuelekea kwenye tamaduni yake, kuelekea kwa mababu zake, kumuunganisha na ukoo wake. Wasukuma wanazingatia sana majina ya watoto kulingana na mila na desturi zao, jinsi ambavyo wanakuwa wamepangilia kuhakikisha kwamba jina lilenge. Kama hapo nilivyosema, kwamba wasukuma ni wafugaji, maana yake amemuita mtoto burugu, yani amemuita burugu, anaonyesha ni historia ya wanyama. Kwa hiyo wasukuma hawaiti jina tu kuita mtoto kama jina tu kama sauti au kama mradi. Hapana, wanaita wakiangalia historia, wanaita wakiangalia mwelekeo, wanaita wakiangalia urithi wa mababu zao. Bila shaka Umejifunza kitu kipya siku ya leo. Usiache kushare, tuambie wewe kabila yako unamuita mtoto jina gani, na hilo jina linakuwa linamaanisha nini? Usiache kucomment, usiache kusubscribe na usiache kushare kwa wazazi wengine, ili waweze kujifunza vitu kwenye chaneli yetu. Mungu akubariki, tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata. Asante.